Watahiniwa elfu nne mia tatu ishirini na saba shule za sekondari halmashauri ya wilaya ya Korogwe kuanza mtihani yao ya upimaji siku ya kesho. Akizungumza na KDC Habari, afisa elimu sekondari amesema, napenda nitoe maelezo kidogo kuhusiana na mtihani ya kitaifa ambayo inatarajia kufanyika kuanzia tarehe kumi ya mwezi wa 11 mwaka huu na ule mwingine unaotarajiwa kufanyika tarehe kumi na saba ya mwezi wa kumi na moja ya mwaka huu. Kama mtakumbuka kabla ya hapo, wanafunzi wa kidato cha pili walikuwa wanatarajiwa kuanza mitihani yao tarehe tatu ya mwezi wa kumi na moja na wanafunzi wa kidato cha nne walitarajiwa kuanza mitihani yao ya kitaifa kuanzia tarehe kumi ya mwezi wa kumi na moja. Lakini tulipokea maelekezo ya Baraza la Mitihani ambapo mitihani hiyo iliahirishwa kutokana na sababu ambazo wote tunazifahamu za kiusalama kwa mitihani hiyo. Sasa kwa kidato cha pili, mtihani wa upimaji wa kidato cha pili unatarajia kuanza kufanyika kuanzia Jumatatu ya tarehe kumi ya mwezi wa 11 mwaka 2025 e, kwenye shule zetu za halmashauri ya wilaya ya Korogwe 32 ambapo idadi ya watainiwa wanaotarajiwa kufanya mtihani huo ni watainiwa 4327 wakiwemo watahiniwa wa kiume au wavulana 1854 na na wasichana 2473 kwenye shule zetu 32. Kwa hiyo kuanzia tarehe kumi ya mwezi huu wa 11 hadi tarehe kumi na saba tutakuwa na mtihani ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, lakini vile vile kama nilivyosema, tunatarajia kuwa na mtihani wa kumaliza elimu elimu ya ya sekondari kuhitimu elimu ya sekondari mtihani huu unatarajia kuanza tarehe 17 Jumatatu ya wiki inayofuata kwa shule zetu thelathini za halmashauri. Shule thelathini ndio zina watahiniwa watakaofanya mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari kwa mwaka 2025 ndani ya halmashauri yetu. Idadi ya watahiniwa wanaomaliza kidato, wanaofanya mtihani wa kumaliza kidato cha nne ni 2253 wakiwemo wanafunzi wa kiume 995 na wanafunzi wa kike 1259 katika shule zetu thelathini za Halmashauri ya Wilaya Korogwe. Napenda nitoe wito kwa wanafunzi wote ambao wanakwenda kufanya mitihani ya yao kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kile ambacho wamejifunza katika muda wao wote. Wale wa miaka miwili ambao ni form form two wakumbuke kwamba huo ni mtihani wa upimaji ambao kwa kufaulu mtihani huo ndio wataweza kuingia kidato cha tatu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hiyo wafanye mitihani yao kwa kuzingatia yale yote ambayo wamejifunza, lakini hawa kidato cha nne ni mitihani ya maamuzi kwa ajili ya kwenda kwenye elimu ya juu kidato cha tano, lakini vyuo vya kati eh, na vyuo vya juu kwa hiyo nao waende wakafanya mitihani yao kwa usalama, lakini wakizingatia yote ambayo wamejifunza katika kipindi chote, lakini vile vile nitoe wito kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanawawezesha wanafunzi hawa na kuwaruhusu kwenda kufanya mtihani, na baadhi ya wazazi ambao wamekuwa hawatoi ushirikiano mzuri kwa wanafunzi wanafunzi hasa katika kipindi cha mitihani na kupelekea wanafunzi kutokufanya mitihani. Kwa hiyo niwasii wazazi wahakikishe kwamba wanaandaa wanafunzi vizuri siku za mitihani wanahudhuria mitihani katika kipindi chote cha mitihani. Lakini kwa upande wa walimu, waandae mazingira mazuri kama ambavyo tumewapa maelekezo katika seminari za maelekezo na kuhakisha kwamba mitihani hii inasimamiwa kwa kufuata maelekezo yaliyotolewa na Baraza la Mitihani kwa kufuata sheria zote za mitihani ya kitaifa katika nchi yetu. Niwatakie kila laheri wanafunzi wote wa kidato cha pili wanaofanya mitihani yao kuanzia Jumatatu, ya upimaji wa kitaifa na niwatakie heri wanafunzi wote wa kidato cha nne ambao wanaanza kufanya mitihani yao tarehe 17 katika mtihani wao wa kuhitimu elimu ya sekondari, na Mwenyezi Mungu awasaidie wa sana. Asanteni.